Mwenye haki huanguka mara saba na kuinuka tena, lakini wasio haki hukwazwa na mabaya. Naam, Bwana Yesu wasifiwe mpendwa katika Bwana. Kwa majina yangu naitwa Bryan Frenki. Napenda kukaribisha katika channel yetu hii ya Trust the Gospel, tuiamini Injili. Wakati umekwisha, kama ujasubscribe uweze kusubscribe ili uweze kupata video hizi mara kwa mara pindi tunapoziaplodi au kuziweka. Basi bila kupoteza wakati, twende tukajifunze somo letu la leo. Linasema, usikate tamaa. Mpendwa katika Bwana, kuwa mvumilivu usikate tamaa, usisikilize uongo wa shetani. Shetani ni mwongo, alidanganya hata kiasi cha malaika mbinguni wakaweza kutupwa naye. Kwa hiyo, kazi ya shetani pia anataka atudanganye na sisi, ili tuweze kuungua naye katika zio la moto, kwa sababu shetani amekwisha kuhukumiwa kwao. Kuhu, amfuatae shetani atahukumiwa pamoja naye. Hivyo tusikubali uongo wa shetani. Ninachosema, tusikubali uongo wa shetani. Wapendwa katika Bwana, sisi tuwasafiri tuwa katika dunia. Kuna makwazo mengi yanapita katika dunia, kuna uovu mwingi unapita katika dunia, kuna machukizo mengi yanapita katika dunia, kuna vitu vingi vinapita katika dunia. Tunakutana na dhambi, tunakuwa tumekuja tumekubali neema, lakini bado tunahangaishwa katika dhambi. Kuna dhambi ambazo zinatuzinga haraka haraka na vitu vingine. Wewe ambaye hujamwamini Yesu Kristo, umwamini Yesu Kristo, we ambaye umemwamini Yesu Kristo usikate tamaa. Amina, usikate tamaa nasema, simama imara, usisikilize uongo wa Shetani, usimsikilize kabisa. Ni mwongo, anakwambia umefanya dhambi hii, dhambi huwezi kutubu. Ni mwongo. Hakuna dhambi ambayo Mungu hawezi kuisamehe, hakuna dhambi ambayo Mungu hawezi kuisamehe. Anasema katika Isaya 18 Isaya kwanza kumi, Isaya mlango wa kwanza mstari wa 18 19, anasema njoo tusemezane, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe, zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama su, zitakuwa nyeupe kama sufi. Anasema mkikubali na kutii mtakula mema nchi, njooni mniambie mimi, Mungu ungameni dhambi zenu kwamba tumefanya uovu, nitawasamee. Lakini shetani kazi yake ni kutudanganya, ni kutudanganya, ni kutuhamisha kwamba hii dhambi umefanya tazama ulifanya jana, umeifanya na leo. Anataka ubakie kwenye hali ile. Kwa nini nasema jambo hili, mpendwa katika Bwana? Ninaongea jambo hili katika, naongea jambo hili kwa, kwa, kipengele kimoja anasema katika Mithali 24 ule mstari wa 16 anasema mwenye haki huanguka mara saba, huanguka mara saba, mwenye haki huanguka mara saba, lakini huinuka tena. Lakini wasio haki, wasio haki, hukwazwa na mabaya katika ile hali ya ubaya unakwazwa, lakini pia anasema mji ulio Mtu aliyechukizwa ni kama ukuta wa boma, huwa harusu neema, huwa hataki msamaha uingie ndani yake kwa ameshajidhira, umeshakataa mpendo katika Bwana. Nataka nikwambie shetani ndio anaye kudanganya, ndio anaye kufanya uone kitu hicho ni kikubwa wala uweze kusameka. Amka mpendwa, amka kati hapo katika hiyo dhambi, amka unaona una, una, dhambi zimekuja lakini bado unajaribu kumtumikia Mungu. Mungu anasema hakuja kwenye yenye haki, alikuja kwa ajili ya wenye dhambi, kwa ajili yako wewe. Wewe ambaye unahangaika katika dhambi, wakati wa uasherati umekuzinga, ulevi umekuzinga, vitu fulani vimekuzinga, uchoyo, tamaa Usengenyaji umekuzinga, amka, endelea kumtumikia Mungu, endelea kumtumikia Mungu, usikate tamaa, simama jitie, jitie nguvu. Jifunge kweli kiunoni mwako. Mungu anakutaka sana. Anakutaka uingie katika neema yake. Bali shetani anataka uangamie. Mungu anakusamee, anakuvumilia ili ukapate kutubu. Mungu anazidi anakuvumilia ana, ana, ana, ukapate kutubu. Kwa hiyo amka mpendo katika Bwana. Endelea ku, endelea kwenda mbele, endelea kwenda mbele usikate tamaa. Usisikilize hayo makwazo yanapokuja. Amina. Usisikilize hayo makwazo yanapokuja. Songa mbele mpendwa. Njia hii tunayoiendea ni njia ambayo imesonga sana. Ni njia ambayo ina vikwazo vingi sana. Ni njia ambayo ina mambo mengi ya kurudisha nyuma, lakini yatupasa kuweza kushinda kwenda mbele. Amina. Basi siku ya leo nitakuja na kisa kimoja kati kutoka katika Samueli wa kwanza ile 12 mstari wa kwanza mpaka wa 25, lakini tutasoma mistari kadhaa tu, mistari ya wa 20 na mpaka wa 25. Lakini nitaeleza kidogo hichi kisa. Ni baada ya kwamba Samueli ameshamtawaza Sauli kuwa mfalme katika Israeli, baada ya Israel, Israeli kumomba kumomba kumomba eh, Mungu apatie mfalme kama watu wa mataifa, akawapatia basi waka Samueli akawa anawaambia, mmefanya uovu mkuu. Tazama, Mungu alikuwa kiongozi wenu, amewaongoza kutoka Misri, amewapitisha katika vitu vingine, alikuwa tayari. Mna ufalme tayari ndani yenu, mlikuwa tayari mna uongozi ndani yenu, mlikuwa tayari mna neema ndani yenu, mlikuwa tayari mna kibali ndani yenu. Mbona mmefanya uovu huu mkuu? Mbona mmeenda katika njia hizi sasa kwa kufanya jambo katika jambo hili mmemkasirisha Bwana na mmetenda uovu mwingi. Akawaelezea jinsi ambavyo walitoka mpaka kufika kwa waamuzi, wakachagua waamuzi, katika waamuzi hao waamuzi bado wakaenda katika njia zisizofaa, kizazi ambacho kilizaliwa ambacho akimjui Mungu. Akawaelezea mambo yote Akamwambia, kwa kuwa hivyo, mmekuja mmefanya uovu na dhambi kuu sana kujichagulia mfalme. Kwa sababu huyo mfalme atakuja, atachukua baadhi ya watoto wenu, mtakuwa mnatumika ndani yake, mtakuwa mnaumia, tofauti na ambapo mlikuwa katika ufalme wa Mungu ambao nilikuwa ufalme wa amani na, na neema tele ambayo Mungu alioalisha, kwa maana ambayo aliwafadhi al jangwani, akawapiga Waamaleki, akawaangusha, akaangusha wafalme wa, wa Ogu na, na vitu vingine, akafanya mambo makubwa sana ambayo hata kwa macho na masikio yalikuwa walioyasikia masikio yao yalikuwa yanawasha na ku na, na, ku na kusikia na kusikia hiyo Milima yote ilikuwa inatetemeka kwa ajili yenu. Jangwa lilipasuka, bahari ikapasuka, bahari ya Shamu. Miwa, miti na mawe na vitu vingine vyote vikakubali kwamba ninyi ni wateule wa Bwana, kwamba ninyi mmekubaliwa na Bwana. Samueli akawaambia, basi watu baada Samueli tutaanzia juu kidogo. Amina. 19, watu wote wakamwambia Samweli, utuombee sisi watumwa wako kwa Bwana Mungu wako, tusije tukafa, maana tumeongeza dhambi zetu zote na uovu huu wa kujitakia mfalume. Ha, watu, bada, hao watu wakamwambia baada ya mambo hayo Samweli kuambia, wakamwambia Samweli, tumefanya jambo baya sana kwa kujitakia sisi mfalme. Tumefanya vitu vibaya sana, tume, tumechagua, tumejiongezea dhambi, tume, tumejiongezea tume, makosa. Kwa hiyo sisi tunakufa. Hao watu wakaanza wakaa naona kabisa kwamba wame, wameangamia. Mpendwa katika Bwana, nataka niseme mtu huyu ni wewe, yamkini. Mtu huyu ni mimi, yamkini. Nina dhambi ambayo nimejiongezea, najiona nimejiongezea dhambi, nimejiongezea dhambi, nimefanya makosa makubwa. Hivyo naacha kuatendi naacha kuhudhuria labda kanisani, naacha kuomba, naacha kufunga, naacha kusali, naacha kusaidia watu. Mpendwa katika Bwana, usikate tamaa. Nasema usikate tamaa. Neema ya Mungu ipo, neema ya Mungu ipo. Itakuokoa tu, nenda endelea kwenda mbele. Endelea kwenda mbele. Katika hali yako hiyo, nenda mbele. Mungu atakuinua, atakubadilisha kuwa mtu mwingine amen, atakubadilisha kuwa mtu mwingine. Samueli anakuja anawaambiaje? 20 Samueli akawaambia, msiogope, ni kweli mmeutenda uovu, ni kweli kabisa, msiogope. Lakini mpendwa katika, unapofanya kosa, ukienda katika kosa kanisani, nacha kuomba, nacha kufunga, nacha kusali Usiogope, ni kweli umeutenda uovu huo, ni kweli umefanya jambo hilo. Kaungame, kamwambie Mungu, ni kweli nimefanya jambo hili, mpendwa katika bwana, lakini msigeuke na kuacha kumfata Bwana. Tazama, usigeuke na kuacha kumfata Bwana, mpendwa katika bwana, kwa kuwa umeshamwamini Mungu, usije ukageuka ukaanza kufata vitu vingine, ukaende uka, uka, ukafata washirati, ukasema mimi nimeamua kufa katika washirati. Ni shetani anakudanganya, shetani ni mwongo, devil is lie, devil anakudanganya, anataka wewe ubaki uangamie naye katika ziwa la moto ambacho ni kitu ambacho Mungu hakitaki kitokee kwa mtu yoyote. Anasema bali mtumikieni Bwana kwa mioyo yenu yote, bali mtumikieni Bwana kwa mioyo yenu yote, katika hiyo hali ambayo mliona, kwa sababu wale watu walikuwa hawajatakasika. Hawa watu walikuwa wameshakubali kwamba sisi tutamtumikia Bwana katika dhambi yetu hii, kwa kwani tumefanya haya uh, makosa, Mungu atatakasa hizi dhambi, atatusamehe. Basi Samweli anawaambia mtumikieni Bwana kwa mioyo yenu yote, endeni katika mioyo yenu yote, endeni kuendelea kuhudumia ku, ku, endeni kwenda anasema, katika Mithali, narudia tena, 24:16, mwenye haki huanguka mara saba na kuamka tena, bali mpumbavu maana anaposema mara saba, manake mara nyingi, anachomaanisha ni mara nyingi anaanguka, lakini anaenda tena. Mpendwa katika Bwana, usioni watu wamesimama, watu kuna vitu vingi, watu katika makosa mengi tunajikwaa na kuanguka, lakini neema ya Mungu ndio inatufunika. Ni Mungu anataka sisi tu, tuokoke, twende mbinguni. Ndio maana hakunyakuwa mbingu, hakunyakuwa, hakunyakuwa watu jana, hakunyakuwa watu asubuhi wa, maana anataka sasa tuweze kwenda mbinguni, anataka sasa tutubu twende mbinguni. Amina. Wala msigeuke upande, maana kufuata vitu vya ubatili, wala msigeuke kufuata vitu vya ubatili visivyoweza kuwasaidia na kuokoa, msije mkafata vitu ambavyo viweze kuwasaidia na kuokoa. Mfuateni huyu Mungu katika hali zenu ambazo mlizonazo, mfuateni huyu Mungu, atawathibitisha na kuwajenga na kuweka katika utukufu wake. Amina. Anamwambia hilo jambo Samweli, kwa kuwa havifai kitu. Maana Bwana hata hata waacha watu wake kwa ajili ya jina lake kuu, kwa kuwa imempendeza Bwana kuwafanya nyinyi kuwa watu wake mwenyewe. Amesema kwa sababu Mungu hatawaacha kwa ajili ya jina lake, atawaokoa mkitubu, atawaokoa mkiendelea kwenda mbele. Mungu atawathibitisha, atawainua, wala si kwa kwa kufuata vitu vya ubatili, wala si kwa kuendelea kubaki kwenye hizo njia, kwa kusema mimi mimi ndio nimeshakataliwa, mimi ndio nimeshaenda. Ni uongo wa shetani, ni shetani. Mungu, hii dhambi haiwezi kusamehewa, ni ni uongo wa shetani, ni shetani. Anataka urudi nyuma na ukate tamaa, bali songa mbele, mpendo katika Bwana. Amina, songa mbele, usi, usikate tamaa. Anasema walakini mimi nasha mimi hasha Nisi, nisimtende Bwana dhambi kwa, ku, kwa, ku, kwa kuacha kuombea kwa ninyi lakini ni, nitawaelimisha katika njia iliyo njema na kunyoka. Mimi nitawaelimisha katika njia iliyo njema na kunyoka. Katika hali hii twendeni mbele. Mimi nitaombea, nitaombea Bwana wasamee. Twendeni mbele. Mungu anasamee jamani. Mungu anasamee wapendwa. Mungu anasamee. Twendeni mbele. Nitawaelimisha, nitawafundisha katika njia iliyo nyoka. Twendeni katika hali hii ambayo mlionayo. Msigeuke nyuma. Twendeni mbele. Nitawaelimisha katika njia ambayo iliyo nyoka. Amina. Anasema mcheni tu Bwana nitawafundisha mcheni mkamtumikie kwa kwa kweli kwa mioyo yenu yote, maana kumbukeni jinsi alivyowatendea mambo makuu. Lakini kama mkiendelea kutenda mabaya mtaangamia, ninyi na mfalme wenu pia. Anawaambia, lakini tuendeni mbele, mkamtumikie huyu bwana ambaye amefanyia fadhili kula mambo makubwa sana. Lakini mkiendelea kutenda mabaya mtaangamia, mkiendelea kubaki katika hiyo hali mtaangamia. Kwao, tuendeni mbele, tuendeni mbele, tuendeni mbele, Mungu atawathibitisha. Mkiendelea kubaki mkisema, sisi tumeangamia, sisi tumeangamia, mtaangamia, hamtaokoka bado. Kwao shetani anataka awadanganye, shetani anataka awafunge katika hiyo vifungo, uh, mjifunge katika, katika hiyo vifungo vya dhambi, muendelee kubaki katika hiyo hali muendelee kuona, sisi hatuwezi kufaa, sisi hatufai, sisi ni wachafu. Hapana, Mungu ndiye anayetakasa. Mungu alikuja kuwaokoa walio wachafu. Mungu alikuja kuwasafisha walio wachafu. Mungu alikuja kuwapatanisha. Mungu alikuja kuwapatanisha walio potea. Mungu alikuja kuwapatanisha walio gombana naye. Alikuja kuweka katika utukufu wake. Huyu Yesu Kristo akaja kwa Yesu Kristo akaja kutushuhudia sisi kwamba Mungu amekuja kutusa, kutusaidia katika, akakubali kuvaa mwili, akaja kwetu. Kwa hiyo mwili akaja kutuonesha kwamba mimi nimekubali kuwafia kwa ajili yenu kukubali ku, ku, ku, kuumia kwa ajili yenu ili mweze ninyi kupata furaha. Nimekubali kuwa chozi, kuwa machozi ili ninywe mweze mweze kufutwa machozi. am, am, akakubali vitu vyote Yesu Kristo, ili sio tu kupata utukufu wote wa Mungu na Mungu mzima mzima aweze kuingia na kukaa ndani mwetu. Mpendo katika Bwana, nataka nikwambie, shetani asikudanganye, shetani asikudanganye, asikufunge katika dhambi. Amka, nenda kamtumikie Mungu, songa mbele bwana, songa mbele mtumishi, songa mbele, songa mbele, usikate tamaa, tazame Mungu, tazama mbele. Sawa sawa, Mungu anataka kuthibitisha na kuleta katika utukufu wake. Basi mpendwa katika Bwana, natumaini neno hili limekuwa ni baraka kwako, na neema ya Mungu hii ambayo ipo sasa, ikubali uweze kuipokea. Kaa katika utulivu wa Mungu, mnaamini. Mungu mwenye nguvu na uweza atakuthibitisha na kuweka katika utukufu wa jina lake, amen. Basi nitaomba kwa ajili yako. Asante Mungu mwenye nguvu, na kushukuru Bwana kwa wema wako na fadhili ya ajabu. Hakika Bwana Mungu ndiwe Mungu uliyetukuka sana. Mbingu na nchi Bwana zote zinaimba jina lako. Jina lako ni jina la pekee ambalo umetupa jina la Yesu Kristo. Kwa hilo Bwana umesema Mungu tutakaloliomba lolote utalifanya. E jemedari wa ajabu Mungu, naomba Bwana uweza wako na nguvu yako Bwana. Naamini kwamba we ni mwana wa Mungu uliye hai, ulikuja kwetu ukafa kwa ajili yetu na siku ya tatu ukafufuka. Katika we Bwana tuna msamaha wa dhambi, tuna utakaso wa vitu vyote na kuweka katika utukufu wote wa Mungu. E Mungu mwenye nguvu, tazama roho hizi Bwana mtakatifu, zinazosikia mahubiri haya, zinazosikia neno Ka lako jemedali. Kaingie ndani ya moyo wa moja mmoja, kaokoa roho zote Bwana ambazo zinateswa, kazifungue katika jina la Yesu Kristo. Naalika jina lako na neema yako, ukapate kutawala ndani ya maisha yetu katika uweza na nguvu. E Mungu mwenye nguvu, e jemedali wa ajabu, asante kwa kuwa Bwana wewe ni mwema na fadhili zako ni za milele Bwana. Tawala juu watu hawa, tawala juu moyo wa kijana huyu, tawala juu moyo wa baba huyu, tawala moyo moyo wa mama huyu, tawala moyo wa binti huyu katika katika jina na uweza Mungu nikiomba na kushukuru amen, amen. Natumaini video hii imekuwa baraka kwako. Mungu wa mbinguni akubariki sana, nikutakia siku njema. Shalom, shalom.